Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waiche kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Ah, pole sana, niweze kuomba msamaha, sipo kwa studio, nilienda matembezi kwa shamba langu. <laughs> Nieri niwaambie ukweli, nilienda kwa mate, nilienda matembezi kwa shamba langu. Sasa nipo pale kutembea tembea kidogo, lakini nikaona ni heri hata tuzungumze kutoka ndani ya miti, bora tu ujumbe ufike, kwa sababu nitakaa hapa mpaka jioni, na ujumbe lazima uweze kufika kwa watu, ama kwa mashabiki zangu, kwa matajiri zangu. Kwa hivyo usiku tutakuwa tunazungumza kupitia kwa studio yetu. Pole sana kwa hilo. Mtazamaji, ikiwa imesalia masaa machache tu maandamano ya tarehe tisa Disemba ambayo wananchi wa Tanzania wazalendo wananchi wa Tanzania wazalendo wameweza kuita, serikali imejaribu kuwatisha wananchi, lakini kipindi ambapo serikali inajaribu kuwasihi na kuwatisha wananchi kwamba ama ukipenda raia wasije wakatoka kwenye maandamano, wakae nyumbani. Raia na wao wakiongozwa na mwanaharakati Maria Sarungi wameiambia hii serikali kwamba nyinyi sio serikali halisi, bali nyinyi mko afisini kwa njia haramu. Na ujumba ambao raia wameweza kutumia serikali umeweza kuelezeka vizuri, ni kwa nini wanaambia serikali hii wapo serikalini haramu au kunjia kwa njia ya haramu. Na ni kwa nini wananchi wameamua kwamba siku ya Jumanne tarehe tisa mwezi wa Desemba wataingia kwenye maandamano ya mfululizo? Tutaingia kwa hilo lakini kwanza kabisa, pata ujumbe ambao umeweza kutolewa na serikali kupitia kwa Waziri Mkuu Bwana Mwigulu Njemba akijaribu sana kuwakanya na kuwaogofya Watanzania kwamba wasije wakatoka kuingia kwenye, kwenye maandamano. Lakini wananchi na wao wamemwambia Bwana Mwigulu Njemba pamoja na serikali ya Samia kwamba nyinyi ni serikali haramu na hizi ndizo njia ambazo zitafanya sisi tuweze kuingia kwenye maandamano ya mfululizo. Ndugu wananchi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe tisa Desemba 2025 hawatakuwa na dharura, kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni, nawatakia sikukuu njema. Kama ambavyo mmesikia Tarehe tatu, jeshi la polisi lilitoa taarifa ya tishio jingine ambalo linahamasishwa kwenye mitandao e, na wanaharakati mbalimbali mbali, na watu mbalimbali wasioitakia mema nchi yetu wameendelea kuhamasisha na kusema tarehe tarehe tisa e, ya mwezi huu wa kumi na mbili, yani kesho, wana kuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo yaliyo na yaliyo na na, na, na. Yaliyo na, na, compliance, na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu ni yale yanayoombwa na mtu mahususi na yanakuwa yana ujumbe mahususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Umesikia, huyo ni bwana Mwigulu Njemba akiwatakia Tanzania bara hataki kusema Tanganyika, anasema Tanzania bara. Aa, siku ya uhuru ambayo iko sawa, na akawasihi eti kwamba waweze kusalia nyumbani wasije wakatoka. Ni kwa sababu wanajua kwamba watatumia nguvu zaidi kupita kiasi kwa wananchi. Kusema ukweli, ni heri tuambiane ukweli. Najua hii serikali jana iliweza kunisomea hii serikali ya Samia, nitawaeleza iliweza kunisomea kivipi. Aki, unajua mimi huwa sitishwi, mimi ninasungumza mambo ya ukweli. Jana walinitorea taarifa mrefu kupitia kwa wizara ya utamaduni ambayo inaongozwa sijui na huyu msemaji wa serikali Bwana Gaston Msigwa, wakisema sijui na wapotosha wananchi. Wacha niweze kuambia hivi mpenzi mtazamaji. Unasikia hii serikali inawaambia wananchi wasalie nyumbani lakini hawataki kusikia yale maoni ambayo wananchi wako nayo maybe warekebishe wao. Wanataka kusikizwa, wanataka sauti zao ziweze kusikika na wanataka raia waweze kuwasikiliza, si ndio? Lakini kitu ambacho nimegundua, hii serikali nayo haitaki kuwasikiliza, haitaki kusikia kile ambacho raia wako nacho. Ni heri tuseme ukweli, mimi ninazungumza kwa minajili ya wananchi, ninapitisha ujumbe wa wananchi, na kitu ambacho nimegundua hii serikali haramu inanitazama, na ndio maana wakanitolea ripoti mrefu, inanitazama. Kwa hivyo ni lazima sauti ya wananchi weze kusikika wao wanataka serikali eh, iweze kusikizwa si ndio? Lakini wao hawataki kusikiliza kile ambacho wananchi wanawaambia. Sasa bwana Mwigulu Njemba, ambaye ni mheshimiwa waziri mkuu, amewaambia wananchi wasalii nyumbani, wasiji wakaingia kwenye maandamano, si ndio? Lakini wao hawataki kuwasikiza wananchi kile ambacho wanawaambia. Wananchi wamewatumia ujumbe wa kuambia kwamba nyinyi ni viongozi haramu Hatukuwachagua jamani, hatukuwachagua. Kwa nini ile siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba hapakuwepo na uchaguzi? Mbona nyinyi hamtaki kutusikia muweze kujiuzulu harafu mfanye uchaguzi upya? Wao wanataka kujilazimisha kwa wananchi, wanataka waweze kusikizwa, lakini hawataki kuwasikiliza wananchi kila ambacho wanawaambia. Pata sauti ya raia, alafu ninarudi tuweze kuhitimisha. Serikali iliyopo madarakani haikushinda kura, iko haramu na imejishikiza hapo kwa mtutu wa bunduki. Na sisi tunachosema ni kwamba tunataka kuanza upya, tunataka kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi huru na wa haki, lakini serikali ya sasa hatuitambui. Kwa hiyo kama ni hivyo, serikali inatakiwa ijiuzuru, ipishe eh, nafasi ya sisi kuunda serikali ya mpito ambayo itasimamia kwanza E, u, uchaguzi huru wa haki na kadhalika, alafu baadaye tuingie kwenye katiba mpya. Sasa haya mambo hatuwezi tukayafanya, kwa sababu serikali yenyewe ni king'ang'anizi. Tunawaambia wako pale kiharamu, hawasikii, mara watukamate, watuteke, wanaendelea na uharamia ule ambao walikuwa wanafanya. Kwa hiyo sisi tunachohitaji sasa ni kwenda kushinikiza hiyo serikali kwanza itoke madarakani, kwamba wao wako pale kiharamu, wala wasije hapa tena na maneno ya sijui kwamba wanataka kupinduliwa. Maana ndio maneno wametumia wao. Hawako pale yaani, wao ndio wamepindua madaraka, na hiyo kitu nadhani ndio shida. Tunawaruhusu wanakuja na maneno maneno fulani kusema kwamba eti walikuwa wanataka kupindua serikali siku ya uchaguzi. Hakuna serikali siku ya uchaguzi, kuna mtu tu ameshika pale nafasi, lakini tunaenda kuchagua serikali mpya kama si tuko tunaandamana Ninaimani kwamba mpenzi mtazamaji umeweza kusikia sauti hizi mbili, sauti ya Waziri Mkuu bwana Mwigulu Njemba vilevile vile, umeweza kupata sauti ya wananchi wakiongozwa na Bi Maria Sarungi, mwanahabari kama mimi. Haimaanishi tu kwamba kipindi ambapo uko mwanahabari, unatetea serikali. Unatetea serikali kwa nini? mamlaka yanatokwa kwa raia na habari ukitaka kupata habari kamili, ingia kwa raia pale ndipo utapata habari kamili. Sasa mpenzi mtazamaji, wananchi wamesema kwamba wataingia kwenye maandamano ya mwendelezo continuous protest kuanzia tarehe tisa na watakoma mpaka ile siku ambayo wamesema kwamba kitu ambacho wanakitaka ni hii serikali ambayo ipo madarakani iweze kung'atuka madaraka, waweze kujiuzulu, vilevile uchaguzi mpya uweze kuandaliwa. Kwa nini wananchi au kwa nini raia wanasema kwamba wanahitaji uchaguzi upya? Ni kwa sababu wanaeleza kwamba ishirini na tisa Oktoba uchaguzi haukufanyika, ule haukuku uchaguzi ule ulikuwa ni wizi wa kura za raia. Kwa hivyo wanasema kwamba ingekuwa ni bora uchaguzi uweze kufanyika upya, uchaguzi ambao raia watashirikishwa, raia watachagua viongozi wao, wale ambao wanataka waweze kuwaongoza. Umesikia mheshimiwa Samia, ameambiwa kwamba aweze kung'atuka. Sijui so, tena Gason Msiwa atanitolea taarifa, lakini ni bora ujumbe wa wananchi wameweza kuupata. Mimi ninafurahi sana kipindi ambapo serikali ya Samia inaniita kwamba mimi ni mpuuzi. Ninafurahi sana kwa nini? Angalau ujumbe wa wananchi umefika kwa serikali kwamba wananchi hawataki serikali, wanataka uchaguzi mpya uweze kuandaliwa. Hiyo ndio raha yangu. Wasije wakafikiri kwamba kipindi ambapo wanatoa kijikaratasi eti mimi naogopa, siogopi bana. Hiyo ndio raha yangu kwamba wameweza kupata ujumbe wa mwananchi wa kusema kwamba hawataki hii serikali. Kwa nini hawakuichagua wanataka hii serikali iweze kung'atuka, alafu uchaguzi upya uweze kuandaliwa. Umesikia raia wakieleza kwamba serikali ilisema kwamba walikuwa wanataka kuondolewa madarakani. Bi Maria Sarungi mwanahabari, amewaambia kwamba kile kipindi ambapo mnasema eti kwamba mlikuwa mnataka kuondolewa mamlakani, hapakuwepo na serikali. Tulikuwa tunapaswa kuingia kwenye uchaguzi, tuchague serikali mpya. Anyway, sitaki niweze kuwachosha. Naomba niweze kupata wazo lako. Je, umesikia hizo sauti za raia? Wameweza kuambia serikali unajua aje Tumewapea masaa muweze kujiuzulu, tuandae uchaguzi upya, lakini serikali nayo inasisitiza kwamba wao ndio serikali kamili na wanawaomba wananchi wasalie nyumbani. Wazo lako ni lipi? Niweza kupata wazo lako hapa chini. Na wale wakunitusi mimi, huwa siogopi, siogopi chochote, naogopa tu Mwenyezi Mungu na ujimoto. Tupatane kwa kanda ijayo.